Habari. Hivi unafahamu kwamba unaweza ukawa unajihisi ni mzima kabisa, lakini ndani ya mwili wako kuna magonjwa ambayo bado yanazidi kusogea taratibu kabla hayajazuka aj kuwa makubwa. Leo nataka nikakuonyeshe faida tano za kupima mwili wako mara kwa mara. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda afya njema na kufuatilia mwenendo wa mwili wako, basi usiache kunisubscribe katika chaneli hii pamoja na kulike na kushare, na pamoja na kucomment ili uweze endelea kuzipata video za afya kutoka katika chaneli hii. Mambo muhimu zaidi katika mwili wako wewe ni hasa la kujua hali ya damu yako, hali ya viungo vyako, na hali ya mwili wako mzima kwa kuchukua kipimo cha mwili wako wote. Hivi unafahamu kuna watu kabisa hawajawahi kupima kabisa hata ini lake, je linaendeleaje? Figo yake je, inafeli au imekaaje? Kuna wengine hawajui kabisa, je, ana shinikizo la damu? Je, ana presha ya kupanda au ana presha ya kushuka? Hii yote huwa inatokana na kuto kupima mwili wake. Sasa hizi ni faida tano za mtu kupima mwili wako mara kwa mara. Faida ya kwanza kabisa ni kujua hali ya damu yako. Damu ndio inachukua asilimia kubwa ya mwili wako, yani ni kama dunia ilivyokuwa imezungukwa na maji, basi damu imezunguka mwili wako kila sehemu sasa unapojua hali ya damu yako ipo katika kiasi gani? Je, imepungua, imeshuka, imekumbwa na bakteria gani, virusi gani? Hapo ndipo unaweza kuchukua hatua stahiki za kujua sasa nifanye kitu gani ili niweze kujitibia, au kama kuna ugonjwa umeshakupata basi unakuwa umeshafahamu jambo la muhimu na la msingi. La pili la kupima afya ni kufahamu maendeleo ya mwili wako mzima. Je, uzito wako umeshuka? Uzito wako umepanda? Je, kama ulitumia dawa fulani, ulivyotumia imekudhuru kiasi gani? Yote hayo huwa yanapatikana baada ya kupima mwili wako. Jambo lingine la kujua kabisa ni kujua mlo gani uendelee kuchukua au mlo gani uendelee kuacha, yaani diet plan. Ukishafahamu sasa kwamba umepima mwili wako umeambiwa bwana, labda una utapia mlo mwili wako unatumia sana chakula kuliko ku, labda una minyoo mingi sana tumboni, au labda una vidonda vya tumbo, una nini? Sasa pale daktari anaweza kukueleza bwana, kutokana na hali ya mwili wako tulivyopima, unatakiwa utumie mlo huu, acha mlo huu, acha kitu fulani, lakini kingine cha faida zaidi. Ukipima, ukipima mwili wako unafahamu hali ya kinga ya mwili wako. Je, kinga yako imeshuka? Kinga yako imepanda? Je, una maambukizi yanayoshambulia kinga hiyo?